Ah, mtu na huduma yake ambayo ana maarifa. Okay. Kwa mtu aliyekuwa na maarifa kwani aliyekuwa na maarifa kwanza, hatetereki katika kufanya maamuzi. Huduma yake itakuwa na huduma yake itapendwa na huduma yake itaonekana kwa kubwa naadasi. Ukija katika maswala ya kidini, kuna watu wengi wanatapatapa, kuna watu mini wengi wanatapatapa, we wanasema kwamba kwa, kwa mchungaji pale ndio kuna power, kwa mchungaji pale ndio kuna nguvu. No, no, hapana nguvu sema, kwa mchungaji pale kwa mchungaji yule ndio kuna maarifa kutosha, kwa sababu leo hii for example ikitokea wewe umekumbwa na shida fulani, umekumbwa na tatizo fulani, umekumbwa na mapepo, ukienda kwa pasta yule, kama yule pasta hana maarifa ya kutosha, kama yule pasta hana hana maarifa na hiyo pepo awezi pepo, lakini kukutana na kuhani ambao yuko ameshiba maarifa, pepo hili lazima litatoka. Inayodai, nakumbuka katika wakati nasoma ei, hey, Revo ni kutana na scenario moja kama hii, tulikutana na scenario moja kama hii Siwezi kusema kwamba ni taipu gani, bali kulikuwepo na mwanafunzi mwenzetu, alikuwa anakumbwa na shida na kimapepo, alikuwa inamhangaisha sana always, kila usiku lazima alimgaragaza. Na yule mwanafunzi alikuwa katika taipu fulani, ambayo alikuwa ni jirani yetu, hasa alikuwa akimsumbua. Na wale walikuwa wakimfanyia maombi, wanahangaika sana, wanatumia muda mwingi, lakini pepo zile ilikuwa akimtoka. Lakini siku moja, tukaletewa yule yule yule yule yule dada, alikuwa ni dada, alikuwa ni dada. Sasa alikuwa na pepo hasa, tukaletewa ili tuweze kumfanyia maombi Tujiletea pale hizo tukumfanyia maombi. Tulichokifanya, tunaomba tu maombi mafupi tu, ni pepo lika mtoka. Tulifanya maombi tu mafupi, ni pepo lika mtoka. Na maombi yale yalikuwa na yana include with the anointment. Tulianza tukaya wekea tuka ya mbea, tuli tulianza tuli tuka weka upako katika kitu fulani. Tuweka upako katika, alikuwa ni maji, tujust maji ya kawaida, alikuwa ni maji ya dukani. Tukaenda kununua maji ya dukani shilingi elfu moja l ya kawaida, kama unavyojua, tuka tukamimina anointment tukajaza upako tukacheza tamu ya Yesu Kristo, na finally tukachukua ile maji tukanyunyuza katika miguu yake, tukachukua ile maji tukanyunyuza katika kichwa chake, na finally pepo ikaanza kusema kwamba unatunguza unatunguza unatunguza. So hapo na jaribu ulikuwa ni kama mfano na me because nilikwisha ku nilikwisha kushuhudia hicho kitu, na sasa, utakuta kuna watu wanasema kwamba hawatumii maji ya upako, wanatumia mafuta upako kutana na watu they just condemn about that power. Kutana na watu wa wanaramika kwamba mtumishi mtumishi fulani fulani atumie atumie maji upako mafuta upako. Leave that guys, jua kwamba that guys does not possess a knowledge. Maji upako it's it is just a aman of the way to, ni moja ya njia ya ko tunasema mmoja wa njia ambazo Mungu anazokuwa amekufunulia ili kuondoa tatizo fulani. Ukisoma Agano Jipya tunasema kwamba kulikuwa na birika li alikuwa likiposesiwa maji na katika lile birika ambayo ilikuwa lina maji, kuna muda malaika alikuwa akishuka akiatibua maji muda alikuwa akifika akiatibua, mtu akiingia katika remaja na pokea ponyaji. So kwa mko sekwa na maarifa, akiona somebody anatumia remaji kuondoa pepo atajua kwamba this is a priest of the satan. Atajua atasema kwamba huyu ni ni kuhani wa shetani. Alikutana na mtu anakondemo about that power na kwamba mtu analalamika kwamba oh yule anatumia maji kwako. Kutana na mtu wa namna hiyo analalamika, leave that guys, tena mkimbie, kwa sababu huyo mtu hana maarifa kutosha mtu kama una maarifa kutosha utajua kwamba if someone anatumia maji au paka utajua moja kwa moja, katika katika, katika, katika miguu yake So nilikuwa nataka nikuoneshe two difference. Wale walikuwa na sumbuka lile jitani likihangaika naye sana kuondoa lile pepo, lakini final hakufanikiwa kuondoa. Walipokuja kwetu, wakafanikiwa wakafanikiwa kutatua tatizo la yule mdada kwa sababu walikutana na the priest ambao tulikuwa tumekwisha kusiba maarifa jinsi gani ya kuondoa ile pepo. Yaani walipo meet with us, walikutana na sisi tumekwisha kushiba maarifa, na ndio maana fanya tukaweza kutatua shida ya yule mdada. And nowadays uta, utakutana na kuna mtu anatapatapa anakimbia kimbia kimbia kwamba <laughs> wow. Kwa pare siwezi nikapata uponyaji. Usiseme unaweza kupata uponyaji pare, ujue moja kwa moja there is and kind of knowledge. Yani, pare hapana neno lenye maarifa ambalo litakupatia kitu kipya. Tuachane na kidini tuje kwenye masuala ya kibiashara, utakuta kuna somebody anakuja na raumu katika duka fulani pale, siwezi nikapata haja, siwezi nikakizi haja ya matibabu yangu. Maybe umefungua pharmacy. Kuna two pharmacies katika maeneo yake. Unasema mbona kwa pale kwa, kwa mtu yule siwezi nikapata haja zangu. No, usiseme huwezi kupata haja zangu, bali mtu aliyeko mara pale hajashiba maarifa ya kukushawishi wewe client au kukushawishi wewe mteja kama mteja, ili uweze kupokea ile huduma yako katika service mbalimbali, katika ajira mbalimbali ukiwa katika service mbalimbali, kama utakuwa na maarifa au kama utakuwa na experience ene kile kitu ambacho unakifanya, uta become acceptable katika maeneo yote yote, yaani watakupenda na watakufurahia sana, kwa sababu umekwisha kushibwa maarifa na na na kile kitu ambacho nakifanya, na ndio mbona nasema, ah, kwa fulani pale napata huduma ambayo inastahiki, kwa fulani pale kwenye duka bana, kwa duka la Simon Maige pale bana, mimi ninapata nikienda pale na kisi haja zangu zote yani na, na jisi kabisa nimepona, nikienda kununua dawa pale najisi kwamba nimepona, you know mfano mzuri you know. Sisi, for example kwa wanaosoma afya moja Kina, ujue kinacho cure somebody, kinachomfanya mtu awe become treated it's just kumjengea faith kwamba dawa hii inaenda kutibu tatizo hii, dawa hii inaenda kutibu, na yale maneno ambayo unayatumia ku explain about that drugs, yale maneno ambayo unaweza kumshawishi so, hayo maneno no, nasema kwamba it's just a wisdom, it's just a wisdom, maarifa ya, ya kushawishi mtu aipende huduma yako, kushawishi mtu ajisikie kwamba nime nime moyo wangu umesuzika, ndio it's just a knowledge. Kuhani ya kwa maarifa, ndio maana nikwambia kuhani iko sekta mbalimbali. Ah, kila siku toko na jikita. Kwa nini mafundisho yangu haya become fire? Kwa nini mafundisho yangu haya hawaweki uponyaji kwa watu? No, think that miss katika mafundisho haya na wisdom ya kutosha, na ndio maana unapozungumza kitu hakireti uponyaji kwa maeneo yote yale unapozungumza maneno haya tuponyaji kwa, kwa, kwa mtu yoyote. Oh, kwa nini? Oh, kwa nini mimi nikiimba, nyimbo zangu hazisikiki? Nyimbo zangu hazisifiki kwamba ni mizuri. Hapa nazungumzia waimbaji. Kwa nini mimi nikiimba, oh, nyimbo zangu hazisikiki kwa nini mimi na sauti nzuri, lakini nyimbo zangu haziwi kama Paul Clement? Kwa nini mimi na sauti nzuri? Kwa nini mimi ni mpigaji mzuri wa vyombo, lakini upigaji wangu huwezi kufikia waimbaji wa Agape? Kwa nini mimi na praise sana na sifu sana lakini, kwa nini uimbaji wangu hufikii praise za somebody Jua kwamba ndani yake you have to possess, you have to find the knowledge, find the knowledge before you release that songs. Tafuta maarifa kabla haujarilizi content yako, tafuta maarifa ya kutosha kabla haujarilizi content yako, na hapo watu watakutafuta kwa sababu ndani yake we una kitu, kwa sababu ndani yake unaonekana kwamba una motivation, unaonekana kwamba una kitu ambacho una kitu kipya ambacho unawaingizia watu. So kuhani maarifa ni yule ambao anaingiza kitu kipya ndani ya mioyo ya watu, na moja ya faida atakayoipata atapendwa katika jamii, kwa sababu anatoa anajenga imani au anaingiza kitu kipya ndani ya mioyo ya kila mmoja. Yes, tukutane katika session inayofuata hapa. Leo nimezungumzia kuhani mwenye maarifa inaofuata tutazungumzia na maarifa ge. Ni Mwalimu Sima Maige as a nickname, ila yeah. kwenye YouTube unapatikana kama Simion Maige, na pale utakutana na baadhi ya mafundisho yangu ambayo nimekuza kufundisha. Kuna motivation nyingi ambazo nimekuza kuweka pale. Kuna wisdom nyingi ambao aiskutiessakuanza kuzifundisha YouTube. So tembelea kati ya kukolasa wangu wa YouTube ili upate vitu vingi zaidi na zaidi. Kule YouTube natumia Simion na Maige, nenda kule, subscribe, fungua notification bar ili kila ntakapo release mafundisho yangu uweze kupata vitu vingi sana, get pressed.